Kwa na nadhani quality ya elimu iko nzuri hmm, lakini kuna kitu kingine ambacho nilikuwa nakisikia, wanasema kuna kozi ambazo Ufaransa zinafundishwa mm, nadhani kwa maelezo ya kozi yako haitokuwa kama hiyo. Kuna kozi ambazo zinafundishwa, lakini huwezi kwenda kuzifanyia kazi nje ya Ufaransa. Sasa unauelewa kidogo kuhusiana na hizo kozi ambazo unaweza kuzifanya Ufaransa zikawa ziko applicable ndani ya francophone peke yake? au unadhani kozi zote ambazo zinakuwa zinasoma katika level ya degree na master's, na masters pamoja na PhD? mm. PhD nadhani ni universal lakini, uh, bachelors na masters ni kozi ambazo zinaweza zikawa universal pia. Uh, mimi huwa nina mtazamo tofauti na hizi elimu mm. Imagine mimi nimesoma masters ambayo sio ya ya clinical development mm. lakini ni ya drug development ya pharmacy lakini mimi nilikuwa ni, ni, e naenda extra miles kupata extra knowledge ku feed kile wanachokupa, ni kizuri tukitumia popote, lakini wanachokitaka, malengo yao, kama hakitosha, nabidi nikitafute sehemu afu niwaulize maprofesa, watakujazia na opportunity ya kufanya internship. Uzuri wa Ufaransa, hata kama course jina lake ni uh, masters ya kuvuna maua, ndani ya ile masters structure yake hamuwezi tukuwa mnasoma tu kuvuna maua mfano mnaweza mkawa mnasoma environmental impact ya kuvuna maua. Mnaweza mkawa mnasoma how to manage quality during uvunaji wa maua mm. Hizi quality management environmental ni kozi ambazo ndo kazi unaweza kuita kama job description, kwa hiyo unaweza kutumia ukaenda kuomba kwenye kazi, kwenye kiwanda ambacho wao wanafanya quality control yeah. Uh, labda uvunaji wa kitu kingine. Sasa labda kama natoka mfano rais, labda nyuki nyuki uvunaji wa asali, quality control methods zinazotumika control quality kwenye uvunaji wa nyuki, mashine na methods zote, majority zitakuwa ni hizi zinazotumika ku control quality product za uvunaji wa maua. Labda sasa unavyoomba kazi au wewe kama ni mtu unataka kufanya kazi kwenye quality, uweze kusema ah, mimi nilisoma course ya uvunaji quality, nilisoma course na inahusu mambo ya maua, wakati kuna modules nyingi umesoma zinaendana na ile job description. Okay, kwa Elimu ni kitu ambacho ni universal. Achana na jina la degree. Yani mimi watu huwa nawaambia usiangalie jina la degree, angalia jina, angalia content za ndani. Je, zinafundishwa topics ambazo kwa ulimwengu wako zitakusaidia kufikia malengo? Na hicho sasa ndio kinakupa jibu kwamba la swali la je, hizi ziko applicable hapa? Hapana, zile moduli zote ukizichukua vizuri, unazozitaka kuzifanyia kazi, zinafanya kazi popote.